Haya. Okay, kwa jina naitwa Gerald Bernardus, natokea shule ya Mtakatifu Maurus au Chemchem Secondary School. Ikiwa chini ya mpum, hapo iko vizuri sana hkum amozurisa anaitwa Sir Celestine. Basi sisi sik katika huu. Kifupi tu tumeandaa mada na moja inaitwa kwamba the underdevelopment of Africa to the European be blamed, ambayo mdahalo huu kiui ta wmambayo, ina maana wanao katika bara letu la Afrika, je wazungu walaumiwe au inakuwaje? Kumbe kwa maana hiyo ndio tunakuja kufanya kwa siku ya leo. Basi tutaenda moja kwa moja, tunaweza kushindana na shule takriban kama shule nne, lakini siko utakatifu kwa upande wa shule yetu, wa upande wa Paulus na msakia, tuungane pamoja, tunajipanga vizuri kabisa kwamba ushindi ni wetu na kufanya vizuri kulingana na mambo yanayojiandana Ahuru the... nazani tumejipanga vizuri, kwa kuwa hii mada inahusisha shule nne shulenne msajili pamoja na lakini, pia kutokana na kwamba Tanzania tumejipanga kwa ajili ya viwanda vidogovidogo ambayo ndio sera ya rais wetu, tutajipanga vizuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi.

Ha, Jacob natokea Mtakatifu Maorusi paanio kidato cha sita, na tumekuja kwa ajili ya debate ambao ni mchanganyiko wa shule mbalimbali, yani private na government, ambao mdaro wenyewe unasema kwamba the underdevelopment of Africans the Europeans should be blamed. Kwa mimi naamini kwamba sisi private tuko vizuri na tutashinda, yani tunauli na ushindi Maorusi mpaka msakila.